kwa kichwa nikamkuta Fuentes, hapa na hapa hapa na hapa. Mendoza na tanguliza timu ya Azam kwa bao moja. Azam moja, Azam moja, JKU sifuri, moja sifuri. umerusha ndani kule. Na fasi nzuri kabisa, na wanapata wanalembo skobo njeshi na kujenga uchumi. Yule yule, Ne Kaboma ambaye aliwapo mateso Singida Black Stars leo tena moja moja jeshi la kujenga uchumi moja Azam moja moja moja moja. tazama alivyodusha mpira ole tazama Fred alivyotoa pasi yake kichwa ikawa ni nzuri kwa Neva Adelin Kaboma na mzani sasa upo sawa sawa sawabesawia Azam na faksi hapo, bado msana kwa upande wa timu ya Azam, ndivyo hivyo, naye angalia, angalia shule anapokwenda tani, ameacha mpira kwake Fredi. Fredi anaamsha shangwe kwa upande wa timu ya jeshi la kujenga uchumi. Mlinda mlango Zibere foba anajiangalia, angalia lidaka hewa tu kichwa chini anatanguliza jeshi la kujenga uchumi kwa bao la pili, tazama mpango ule ambao ulipikwa na ulikubali kupikika, alipokea pasi akamwangalia fundi akamwekea tu akamchungulia mbele na mlango kule, nini alichokidaka Zuberi? Fwani hewa tu, mpira umetikisa wavu. Mbili moja, mbili moja, jeshi la kujenga uchumi mbili, Azam moja, mbili moja, mbili moja. Mbili moja.